Waskiliza tuatazama wa jirani zako, basi nikwambie ingia katika YouTube Media YouTube channel yetu, utaona live kabisa jirani pale, athari za makosa ya mtandao na udhibiti wa makosa sheria inasemaje, kichwa cha habari kikubwa kabisa. Basi majirani, tuko hapo na wewe, basinyirani

kwa sababu hata mimi ninapokwenda kule nawaona pale wa jamaa awaona, hiyo sababu gahanda pale wa jamaa wanawatoa, sawa

na sofa uko pazuri lakini pia kingine ambacho nakifanya ni kuekesha michezo ambayo inachezwa Pemba pia nayo kwa hiyo hizo ni sehemu udi ambazo ukiacha tukifanya ukiacha nyingine